Naitwa Dr. Sarah Ludovick ni kaimu mganga mfawidhi wa Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Dodoma. Katika hospitali yetu tunapokea wananchi wote wanaotumia bima ya afya kwa wote. Aa, na bima hii itamsaidia mteja wetu kuweza kumwona daktari, kuweza kupata vipimo ma vya maabara na vipimo vingine, lakini pia kuweza kupata matibabu ya dawa. Cha kusisitiza zaidi katika bima hii, iwapo mteja utakuja katika hospitali yetu tunakuomba uje na barua ya rufaa. Lakini pia kwa wananchi wote ambao bado hawajajiunga na mfuko wote wa bima ya afya, basi tunawasisitiza kujiunga na mfuko wa bima ya afya kupitia bima ya afya kwa wote, ili mati, waweze kupata matibabu kwa urahisi, lakini pia waweze kuwa na uhakika wa matibabu bora. Karibuni sana katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma kauli yetu mbiu ni huduma bora, kipaumbele chetu. Karibu tukuhudumie, sisi ni ndugu namba moja wa mgonjwa. Karibuni sana.